Sikujua, nyuma ya tabasamu kulikuwa na kipuli. Mtoto aliyezaliwa si wangu, lakini kamkumbatia kama damu, nika ndoto sasa, ni ndoto iliyovunjika, mapenzi yetu yakaeuka

Kilindo, jiji la Daa, jiji lenye mitikasi watu wapotezi, wanapoipata nafasi cheki, wanaharakati busy na mikakati mitaa mingi michafi na watu wenye roho safi, michongo na mengi ila mchongo kupata shilingi mash nyingi, mtani hupati bila amani, na kama haujasoma basi uwe na fani na haya yale ndoyale nashayetlisia mtani, tunapiga mitungi na bado imara tuingi, kuna mademu kwa sisi, yeah, yeah, yeah, huh, jijila da, jijile nye miti kasi watu wa wapotezi wanapoipata nafasi cheki, wanaharakati bizi na, wanara na mikakati mitaa mingi michafi na watu wenye roho safi, michongo ni mingi, ila mchongo kupata shilingi, mani meshe nyingi mtaani hupati bila wamani, na kama haujasoma basi uwe nafani. Na haya ndo yale maisha yetu halisi ya mtaani, tunapiga mitungi na bado imara tuyumbi. Kuna mademu wanaficha mishungi ka sisi sizi kizingua tuna kuchana hatu vingi zibakua, usipate mafua, maana mtani kunagatia protocol kaoni mm -hmm. Kama hivyo, mdogo wangu, najua sometimes bana inatakiwa tuishi kwa misingi ba? Andomana, hata mimi, misingi si unajua bana, na ndio maana hata mimi nilisimamia misingi yangu na kwa kusema hivi namaanisha kwamba tayari nimeshaanza kutimizia ahadi ambazo nilikuwa nakupa. Mm. tumetoa nyimbo mbili hizo hapo. Aa, hapa tunamsikiliza producer tu atakapomaliza kuzitengeneza tujue tunaanzia wapi. Ah uh, mimi nashukuru sana director kwa support yako. Na pia na imani kwamba baada ya hizi ngoma mbili tutafanya zingine za moto zaidi. So na kuahidi kwamba sitakuangusha. Ah uh, sawa. Lakini kikubwa zaidi Tuishi kwenye misingi, zingatia sana protoko ambazo nimekupa kwenye hii dunia. Siku zote mbaya ni binadamu, paka bundi au wote, wanatumwa binadamu, ndo mbaya wa kwanza. Na kwa sababu maneno yangu yamekuwa magumu sana kueleweka kwako, safari hii nataka nikuonyeshe kwa vitendo. Sawasawa. Basi poa. ina noma Acha mimi naingia hivi, kuna mitikasi fulani ya pesa naenda kuiweka sawa. Nadhani tutawasiliana ili tujue tunafanyaje. Basi. <tipa> Basi sawa shangazi, subiri kidogo hizi ndio utakuta bado hayajakauka, lakini oda inayohitajika ni nyingi sana na nimepita huko nje nimewaona wafanyakazi tu wanakaa. Wewe kama msimamizi unafanya kazi gani? Ah, samani bosi, siku mbili hizi dadangu alipotelewa na mtoto kwao, nikawa niko busy sana kumtafuta. Dada yako yupi? Dadaji? Sawa, ngoja nikuambie kitu kimoja. Dada yako, mwanaume aliyekuwa naye si sahihi, na huenda kupotea kwa huyo mtoto labda huyo mwanaume anahusika. Naona imekuwa ajabu sana leo kunikaribisha dindani. <laughs> Unajua kwa nini? Kwa nini? Dada yangu amesafiri hayupo. Ni maana niko free. Wow. Ina maana kwamba ni ruksa kulala <laughs> kulala. A -a, kulala hapana bana, utaondoka baadaye. Nilikuwa nakutania tu baby. Lakini pia kilichonileta hapa, nimekuja kukwambia kwamba mdogo wangu Musa ameachiwa yupo free, ameachiwa yeah. Na nikushauri tu kitu kimoja sawa, mwambie dada yako afanye maamuzi magumu, sijui unanielewa. La sivyo, kitakachokuja kumkuta uko mbele ni zaidi ya hiki. Ila okay, anyway Tuachane na haya oda. Inayotajika ni majiko mia hamsini. Mbagala wanahitaji majiko mia, Temeke wanahitaji majiko hamsini. Sasa unafikiri tutafanya vipi? Kazi hivi alafu tusipokuja kulipana, tutalaumiana. Sasa haya aaja na hakuna hata mtu mmoja anayewaza kutoa majiko ayanike nje. Tunaishije? Laki saba wametu wapi? Kuna dada alibiwa mkoba, so mimi nikawa kama msaada kwake kumrudishia ule mkoba. So wema wangu mimi ndio umefanyia kalipa fadhila kumrudisha ah. Mdogo wangu mdada, laki saba mkoba najaribu kukuelewa, lakini kama sikuelewi yani, yani mtu tu umekutana naye, umemsaidia mkoba, si una document akupe laki saba ukamtoe mdogo wako? Hiyo na kuingia kweli lidi, yani akili yako wewe, unavokaa, unafikiria kabisa, unaona kabisa eti from nowhere tu mtu hamjuani hakujui ukutane naye tu akupe laki saba ukamtoe mdogo wako eh? Sasa unanichiti? Wewe kama msimamizi unafanya nini? Watu wapo tu huko wanazagazagaa, watu wapo huko tu wanazagazagaa, mnafanya nini? Alafu mwisho wa siku mtakuja mtalalamika, oh, hatulipwi, hatufanyi nini. Sirias, tunatafuta pesa bratha. Hiyo pesa inakujaje? Sawa bosi, si. Nitalifanyia kazi, naomba unipe siku mbili tu, nitafanyia kazi mambo yote, atakuwa fresh. Ndio maneno yako ulikuwa unasema, siji mvua siji nini. Jua hilo linatoka, jua linatoka hilo hapo. Leo hapa hakuna mtu anayewaza kwa namna moja au nyingine, atoe majiko aanike. msipokuja kulipa mtakuja kulalamika. Ni kweli ni tatizo. Sema bosi, kama nilivyokuelekeza bosi wangu, nipe muda tu Sawa, mimi nitakupa muda, lakini uko mbele, ni huko mbele, tusije tukalaumiana unanichiti Lidi. Amna, mpenzi wangu, sifikie huko bwana. Sikia nikwambie, bebi, unajua kabisa kwamba mi nakupenda na siwezi kudiriki kukuchita wewe, ndio tulizo langu hivyo basi naomba usiwe na hayo mawazo ya mimi kukuchitee na nasiwezi kuwa mbali nawe. Wewe ndio mwanamke pekee ambaye umeutawala moyo wangu. Naomba usifikie huko. Sawa sawa, lakini Alidi nikija kujua nanichiti huyo mwanamke mi nitamuua. Na kuahidi haitotokea, sawa? Kwa maana naupenda pia. Ah, lakini pia <coughs> nilienda studio kufanya zile ngoma zangu mbili mm. na ni za moto sana Ali. So, natamani sana upate nafasi ya kuzisikiliza studio. Nenda studio? Umepata wapi? Si ulikuwa na shida, ulikuwa na matatizo? Sasa baby Director KB mjue, namjua ya ndo, aligharamikia kila kitu Oh, sawa. Ntazisikiliza, nitashukuru ni sana kwa sapoti yako. Usijali, ninaamini hivyo vitu vikija, vikitoka hizi ngoma mbili <laughs> utatoboa, maana si unajua kuimba sana eh. Sawa mpenzi, mi ngoja nilega kuandalia chakula kizuri mm. ule ushibi alafu ndio utoke. Basawa baby, mimi nipo. Sawa. <laughs> Lengo la kukuita hapa ni kuzungumzia mahusiano yetu. Haiwezekani kila siku tuwe katika mahusiano tu haya ya kawaida, kwa hiyo nimetafakari kwamba nikuite ili nikumbie kuwa inabidi tuane, nahitaji uwe mke wangu ili tuache ku lakini kwenye hilo mkuu, kwamba nahitaji ubadilishe dini ili tuweze kuifanya nhitaibadilisha diniiueufa. Kwanza mimi sijakata kuolewa na wewe, niko tayari leo kesho kuolewa yes, na wewe pia. Swala la kubadili dini ni uamuzi wa mtu, au swala la kuwa na dini ni uamuzi wa mtu. Kuwa Muislamu au Mkristo ni uamuzi wa mtu, we ni oye pale gani nitakaa. Kama nitakaa Waislamu sawa, nitakaa Kristo sawa. Ok, tusimkaribishi shetani, lakini maana yangu kubwa, ukiwa Muislamu utafata misingi inayohitaji Uislamu kwa sababu kwenye miezi kumi na mbili kuna mwezi mmoja Waislamu lazima wafunge. Sasa, ukiwa upande huo utafanyaje suna za Kiislamu na yale mambo ambayo yanahitaji, na ndio maana lengo langu kubadili dini ni kuoe, then unapotokea inapotokea mambo kama hayo ya kufunga na suna za Mtume, inakuwa ni rahisi wewe kufanya hayo ambayo yanastahiki katika Uislamu. Basi, okay fine. Nitafikiria hilo, nitakupa jibu. Kengine mimi nimekuita hapa japo tukwa na mazungumzo yetu, na mimi nina shida. mm-hmm. Nimechoka kila siku kuomba hela, leo mia, kesho mia mbili. Niko naomba nifungulie biashara, japo isiwe kubwa, hata ya genge tu, niwe nakaa napata mia mia mbili, na kusaidia japo majukumu. Mpenzi wangu, nimechoka kuomba hela wa wow! Upeo wako ndio unanifanya nione kuwa wewe ni mwanamke zaidi ya wanawake. Kwa hiyo nipe siku mbili au tatu, nitasolve hilo sana. Kuna kingine zaidi hicho? Ukiachana na hilo, uzuri wako, maneno yako, tabasamu lako yani dinanifanya nione kabisa kuwa nina kila kitu kwenye maisha yangu kweli. Asante. Vumbi

ni fisho neno melele bila kuchona mstari. Nikapiga moyo konde, nikajitoa nikiwa mzima. Sikujua nyuma ya tabasamu kulikuwa na kipuli. Mtoto aliyezaliwa si wangu, lakini nikamkumbatia.